Kama nilivyosema asasi mbalimbali, wadau wa maendeleo wavijana, wa vijana na washiriki kutoka taasisi mbalimbali. Kwa hiyo huo ushiriki huo ni mkubwa sana, na ushiriki huo tunaamini kabisa kwamba unaleta kwa pamoja, tuwe na kauli ambayo au na maamuzi au na mwenendo ambao hakika tutawafikia wananchi wetu kuweza kuleta mabadiliko ya kiuchumi na ya kijamii kwa wananchi wetu. Aa, kama walivyosema kauli mbiu ni kwamba wezesha ubia kwa maendeleo. Hii tuna imani kwamba katika wiki hii tunayokuja tutaweza kuendelea kubadilishana mawazo, watu mbalimbali watatoa mada na nafikiri, na ni ratiba na itakapotolewa, tutaona kabisa kwamba ni maeneo gani ambayo wewe kama ndio una, una interest nayo in unakaribishwa kuingia kwenye hizo, hizo mada mbalimbali, ili na nyinyi muweze kupata ukweli au kupata maelezo na jinsi gani tunajipanga kwa maendeleo. Na baada ya dira hiyo, tunafanya kazi ya kutengeneza mpango elekezi wa muda mrefu kwa Kiingereza inaitwa long term perspective plan. Um, sasa eh, moja ninayo furaha kubwa sana kutangaza kwamba eh, sisi kama asasi za kiraia tumeshiriki kiasi kikubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba dira pamoja na mpango elekezi wa muda mrefu naakisi maoni, mawazo na matarajio ya wananchi na tumekuwa sehemu kubwa sana ya michakato hiyo miwili. Kwa hiyo tunataka kutumia fursa hii kuendeleza ule ubia ule ushirikiano ushiriki ambao tumeuanza katika michakato ambayo ina define future ya Tanzania, mustakabali wa Tanzania utakuwaje. kwa tutatumia muda mrefu sana kuzungumza kuhusu dira ya maendeleo ya taifa, na hapa niseme tu kwamba tunatoa shukrani za dhati sana kwa Tume ya Taifa ya Mipango. Um, shukrani nyingi pia kwa timu kuu ya kitaalamu ambayo inaongoza uandishi wa dira pamoja na hii na huu mpango elekezi wa muda mrefu, uh, kwa kutupa nafasi ya kushiriki na kushiriki kikamilifu um, kama kama co-creators, kama kama wabunifu um, wa hizi dokumenti, kwamba mwaka huu tunajiangalia katika dira inayoenda ku kutekelezwa, tunajiona wapi kama asasi za kiraia, tunaona huyu mwananchi tunayetumikia tutamsaidiaje na sisi kama wanaazaki tunajitathmini tunavyoenda mbele, na ningependa ku discuss uliko sasa. Je, yes, sisi kama kwa wadau kwa pamoja tumejipanga vipi ili kuhakikisha kwamba tunakwenda mbele gurudumu la maendeleo, lakini pia tunahakikisha vipi katika hizi njia tunazozifanya kwa namna moja au nyingine, nasema hatu reinvent the wheel. Yani tunafanyaje ili kuhakikisha kwamba tunajenga pale ambapo mwingine amejenga ili kuhakikisha kwamba msha hakuna ukinzano uh, wa, wa interest katika financial shughuli zetu, lakini pia hizi uh, rasilimali chache ambazo tulizokuwa nazo tunazitumia effectively ili mwisho wa siku yule mtanzania uh, aweze kunufaika kimaendeleo, lakini pia uh, position ya Tanzania katika maendeleo ya kikanda, maendeleo ya katika bara la Afrika, maendeleo ya kamiti. Tunaposema kuna mwenyekiti, lakini kuna mashirika ambayo tumejiunga pamoja mwaka huu wa saba sasa, kuweza kuhakikisha kwamba tunasimamia ECSO week ili iweze kuwa sustainable, lakini kikubwa zaidi ni kujengeana uwezo kama mashirika yasiyokuwa kiserikali kwa wa, uh, Tanzania. Kwa mashirika hayo nitayataja tu uh, kwa kwa kuyalisti bila kutaja namba. Kwa hiyo shirika la kwanza ni kuwajibika uh, tunatoaweza Action Aid Tanzania, Bora Initiative